Na msafara wa jipange na Viusasa umeingia huko kaunti ya Kiambu ukivutia umati mkubwa wa watu katika eneo la Limuru licha ya manyunyu ya mvua. Mwandishi wa masuala haya ya, ya shirika hili la RMS uh, Steve Shitera anafuatana na msafara huo na sasa tunaungana naye atufahamisha wako wapi, Shitera. Asante sana babu, bila shaka msafara wa jipange na Viusasa umepamba moto katika eneo la Kimende. Kumbuka kwamba ni msafara ambao ulianza pale Limuru. Uh, ukaelekea uh, maeneo ya Uplands na sasa umeingia Kimende, bila shaka uh, kwa watazamaji wa vipindi murwa kabisa katika uh, kiunzi cha Viusasa mtandaoni. Bila shaka kwa shilingi hamsini peke yake unajiunga kuweza kutazama vipindi kwenye kiunzi cha Viusasa, na wakati huo huo unajiunga unapata fursa ya kuweza kujishindia uh, shilingi hamsini, elfu hamsini kila siku, shilingi nusu milioni kila wiki na bila shaka ka shilingi milioni mbili kwa mshindi mkuu. Pale Limuru, kuna mshindi tayari ametuzwa bila shaka kuonyesha kwamba ni shughuli tu pevu ambayo inaendelea. Na popote ulipo Mombasa, Kakamega, Nakuru, Eldoret, Jiunge na Viusasa utapata vipindi vya kusisimua na wakati huo huo utapata fursa ya kujizi, kujishindia zawadi kemkem kutoka Viusasa. Kumbuka msafara huu babu unaongozwa na watangazaji wa Inoro FM na Inoro TV. Na hapa niko na mzee mmoja anaitwa Gikonyore kutoka Inoro TV atueleze tu sasa eh, eh, vile msafara huu unaendelea. Gikonyore, naam naam bambu. Jambo la kwanza ni kutuma salamu na niseme kama vile Waswahili walisema safari huanza na ikinya moja, nimesema step moja. Tunasema tumekuja hapa mbak mbandika mbak mbandua, kwa sababu tunakuja kutekeleza minanjiri ya mambo ya mambo ya Inolo FM pamoja na kujikinga na virusi, na furaha tulionayo ni furaha kwembwe natukiendelea kusema... hey, ni watu wote ambao tunaenda tumekutana nao wamefurahia wote, wanaendelea kusema bwembwe za Inoro zinawafurahisha vilivyo na. Sasa nakwambia Getongori, nasikia wamesimama hivi Ikino, wamesimama hivi huku, ke unaona Kemende, hata kwa kusimama ni shida, kwa sababu wote wanatupenda zaidi, na ukiangalia hata gari zote zimesimama kuweza kutuzazama, na vile waswahili walisema ati asiye na rake ake halipo yeah. Ningependa kusema ya kwamba je, uko pale? Bila shaka Babu, hawa nikiwapa muda wote watakaa hapa wakitupa vichekesho, lakini ndivyo mambo yalivyo katika eneo hili la Kimende. Uh, ukiangalia nyuma yangu umati kweli umejaa kuweza kushuhudia uhondo wa jipange na Viusasa. Kutoka hapa safara unaelekea Ikinu, Githunguri kisha Kiambu mjini. Babu, Uh, tumepata fursa hapo kidogo ya kusikiza wachekeshaji wale wa Inoro wakitupa mambo mazuri.